Hapa kutokea mitaa ya dimba la Benjamin William Mkapa, mbele yangu niko na Big wa Azam Football Club. Bwana, uko poa? Kama kawaida mapema tu mwana asubuhi tu. Ndio zinavyokuwa safari za uhakika yani. Aha. Safari yote ya uhakika lazima utoke mapema, ndio hivyo. Kwa hiyo ushatoka da eh bwana, nishakamilisha mchongo hey. Nashukuru, nimeingia mchana huu, nimeingia mchana huu hey. Na kila kitu kimesha kwenda sawa hmm. Na tukutane ndani ya Lupaso hapo. Eh, taarifa tunazo. Unajua tumefanya kazi kubwa sana kupambana na mvua asubuhi. Walikuwa wanajitahidi kuileta mvua kwa hali na mali. Kazi imefanyika kubwa kwa kuhakikisha mvua ifanyeje? Yenyeshe. Uh, kwa hiyo tumepambana sana, jasho limetutoka na tumefaulu kwenye swala la mvua. Mvua ilikata. Yaani imeanza tu pale watu tumeistobisha. Ndio vitu vyao wanavyofanyaga kwa sababu tunavijua tumekamilisha mchongo. Wakilo wanasemaje huko? Ah, kule masharifu wanasema kwamba leo tusiona wasiwasi. Masharifu wote wameahidi leo kusiwe na shaka. Yaani kitu kinachoitwa yaumul shaka leo hakuna. Kwa hiyo kwa sababu washasema masharifu mm. Unajua sifa ya sharifu ni mtu ambaye akifanya dua zake zinawahi kufika kwa Mwenyezi Mungu, milango iko wazi muda wote, akifikisha dua. Hasa wao, nimeongea nao, wameniambia usiwe na shaka kijana. Eh, usiwe na shaka. Na asubuhi <laughs> <laughs> na asubuhi nilipiga simu, sielewi naona maji yanakuja kwambia Usione mvua tu, huoni upepo? Umeona kweli upepo, niliona yeah. Akamwambia huo upepo wake, hiyo mvua inaondoka sasa hivi. Na kweli haikuchukua hata dakika kumi na tano yeah, ile mvua. Kwa hiyo leo, nyama huko leo mengi, leo kuna vyuma leo, yaani leo kama kuna mtu ana beti, ndio wale watu, wazee wa watu 2 plus leo watoe, yeah. Tu plus, moja, moja, sasa, sasa Zidane Sileli bado yupo, maana yule Zidane Sileli ameondoka, Zidane bado yupo, Fela Fela Sufi bado yupo, unakosa vipi kuipata tu plus? Sasa wewe kama uamini mimi ninakupa moja, moja, moja, moja, na moja, moja, nimekuambia tu plus, manake Azamu tunafunga goli zaidi ya mbili. Wewe unasema moja, moja, natoka wapi eh? Moja, moja, natoka sehemu gani? Moja, moja, natoka wapi? Sasa wewe uzito hivi uzito, uzito uzito wa Florai Benge utamfananisha na Keateka? Maka Ibenge kocha ujue. Ibenge kocha. Huyu mwingine Keateka. Keateka manake ni yule mtu ambaye anashika umzungushe, shika kichuma, usibane, tujivute vute kidogo tufike mbali, ndo Keateka. Ila Ibenge ni kocha. Sijui umeelewa. Sasa mtu ambaye ameshikilia timu kabisa Selemani Matola je, kufanana na Ibenge? Yaani Ibenge ndo anamaliza turubu yake kabisa, kichwa kinamuma kabisa, anasetu mbinu za soka, anataka kushinda mechi aje kuzuiwa na Ibenge. Aya amenaje aje kuzuiwa na Matola? uh -huh. Yaani Matola ndo amzuia Ibenge leo? Ah, nimekuambia goli zaidi ya mbili, goli zaidi ya eh, mbili leo, misumari zaidi ya miwili, kwa sababu leo watu wanataka kufunga magoli kwanza ya kuomba razi eh? E, leo nabidi watu wafunge magoli ya kuombea razi kwa sababu wanakosa magoli mengi sana mm. Kwa hiyo leo ndo kuna magoli ya kuomba lazi, mm. na, leo, ya kuomba lazi mm. Na leo ndo kuna magoli ya ushindi leo leo Magoli ya kutomba, lazima mashabiki yapo leo uh -huh. sawa sawa uh -huh. kwa hiyo manake leo kutakuwa na vyuma vya kutomba lazima kwamba mechi hizo <laughs> <laughs> zitabaki kuwa bonus. Bonus <laughs> ni kitu ambacho kinaweza kikawepo au kisiwe? uh -huh. kisiwepo uh -huh. ila uhakika ndio huo ambao nimekupa hapo asubuhi uh -huh. uh -huh. tu asubuhi tu, ibenge ibenge ibenge, kichwa kina muuma, haiwezekani toka azaliwe toka mwaiku wa kocha. Yaani timu anafu, anafundisha yende kwa trend hii. Haiwezekani, haiwezekani hata kidogo. Umeona? kwa hiyo jambo ambalo najua uhakika kama kuna mtu wote unamjua anapambana mm. kwenye kutafuta riziki mm. aweke anakula kumpa Azam FC na mapema, mapema kabisa asubuhi anachukua mpunga yeah. mwindi anamfilisi yeah. yule atabaki kwa pili, anakula pilipili, yeye anapata vitu vizuri ile misumali ya kitambalabola bora. Nilikuambia, nilikuambia nimeenda Kilwa, kama nilivyokuambia nimeenda kurekebisha umeona kwao misumari ya Jefti ambao ilikuwa inasababisha azifunge tumeshatoa yote, sijui umeelewa. Jefti alikuwa na matatizo yake, anamsibu kwa nini afunge goli. Saaduni anaingia baada ya kwenda kufunga, naokoa wewe. Mpiramekna kitambala bora ni striker wa timu ya taifa ya Kongo, anakosaje kufunga goli? one against one na goli kipa, kitambala anashinda kufunga goli. Unajua kabisa hili tatizo sawa. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Watu, tumeenda kumswalia Mwenyezi Mungu, tumeenda kumpigia magoti, tumeenda kunani kufanya mambo, li mambo, li mambo, li mambo, li mambo li matatu, dua zimeswi kila kitu kimekaa sawasawa, tukutane Lupaso wana, wana, tunachokijua sisi walichokifanya ni kwamba wao wameutengeneza wametengeneza ndani ya uwanja ila sisi tuliwahi kutengeneza nje ya uwanja, na bahati nzuri eh, hey, wao walitengeneza ndani ya uwanja, sisi tumetengeneza nje ya uwanja, hasa bahati nzuri, ili ufike ndani lazima upite nje, ndio penye matatizo hapo. Sijui umeelewa. Yani endo nakupa hivyo yani, wao wametengeneza ndani ya uwanja, sisi tumetengeneza nje ya uwanja. Sasa ili ufike ndani ya uwanja lazima upite nje ya uwanja, au unasemaje? Utaweza kuingia Lupaso bila kupita nje? Haiwezekani. <laughs> Saa kumi na moja kamili mechi inaanza, saa moja kasoro mechi inaisha. Nitafute saa moja kasoro, sasa nitafute inshallah. Tuseme inshallah, sio tunajiamini. Mi nakupa vitu vyenye uhakika yani, mi naongea vitu ambavyo, yani, vitu ambavyo ninauhakika navyo asilimia zaidi ya mia hasa. Nakuwa na mashaka kitu gani? Hakuna Sharifu muongo, hakuna Sharifu mara, pap Simba mechi ya tano tena anashinda mfululizo. Mechi ya tano tena anashinda? Mfululizo. Simba ili ashinde mechi, timu ziwe pungufu, timu ikiwa na wachezaji pungufu, Simba atashinda mechi mpaka mpaka, mpaka wa, wa mpira yule Muhammad Bajabera, nani? Sasa si Muhindi au sio Muhindi yule? Ah, nitajue mzaji ambaye unamjua mashuhuri duniani Muhindi nani? Mtaje mzaji ambaye unamjua wewe mashuhuri duniani Muhindi. Kwa mbada huyu Muhindi afu anajua mpira, mchezaji gani? Umewahi kumuona mzaji wewe Muhindi? Wahindi wachezi mpira. Wahindi kuhesabu mia mbili, mia mbili, shilingi 100 kwenye maduka yao. Umeelewa? Kutafuna pilipili ndio vitu vyao. Sio mpira. Unatuma salamu gani sasa kwa Simba? Simba. Simba. Yeah.

Kuna... Gari ambayo haifunguki viondo ile. Gari ambayo haifunguki viondo ile. Iliza. Kuna watu wameagiza. Wamewaje? Wameagiza. Bosi kawaambia usiponunua jezi, hanunui gari. Sasa bosi anashinda na mashabiki. Kama ununui jezi hapa gari hatununui. Sasa wewe ndo bosi wewe. Chuma kile pale kile. Kioo kile hakifunguki. Wewe au utakuja kuikuta gari inatembea kioo kikiwa wazi. Mbona ndani ni AC tu? Kuna kuna watu wengine mara. Wewe unaona ngalangala limepita sasa hivi hapa Zongtong, sijui Yuntong. Gari inatembea vipi madirisha yako wazi? ile takuwa gari ile, chuma kile pale kile. Ukiingia tu ndani unyunyu ile pale ile, alafu sisi ndio kufungwa na ile. Ndio gari mule ndani ndio kuna florai benge ile ile gari ambayo umeona imefunguliwa vioo mule ndio kuna Selemani Matola. Sasa angalia kwanza hiyo majina, flora flora, afu huku kuna mjomba Selemani. We watu sele <laughs> we nini bwana <mara> wewe <laughs> huko kuna huko kuna florai benge, flora kule kuna Selemani.

inategemea na aliyeagiza, yaani wewe kwa kutegemea hela za kuuza jezi jezi. Jezi shilingi 30,000, shilingi 25,000, shilingi 15,000. Jezi ndio utegemea kwenda kununua iliza. Hutokaa ufaulu katika jambo hilo utawatia watu mapilipili za macho kila siku nyambu daily, unawadanganya tu. Huwezi kununua iliza kwa kwa kwa hela ya kuuza jezi. Sijui mbele Baresa ameenda huko hela gani? Eh, wewe miradi ya Baresa midogo? Wewe miradi ya Baresa ni kuzo midogo? Sasa huyu, huyu wewe umeanza kumjua lini kwenye biashara Nitaji umeweza kumjua lini huyu mjomba J? Watu wana Diado. Eh? Diado tu, <laughs> mm -hmm. Kiwanda, huku tunakoelekea nchi nzima aa a Unawambia nini mashabiki wa Simba kuelekea kwenye mchezo? Wajiandae kisaikolojia, wajiandae kisaikolojia wanachoenda kukutana nacho leo. Tumepambana na mvua, tumefaulu mvua haijanyesha asubuhi. Sasa hivi tunaenda kuf... kukafini kumalizia shughuli ili watu wakazike tu. Shukrani sana. Inshallah. <laughs>